Rais William Ruto ametangaza mgao wa shilingi bilioni mbili kupunguza deni ambalo serikali imedaiwa na chuo kikuu cha Methodisti kama sehemu ya juhudi pana za kuimarisha taasisi za elimu ya juu pamoja na kuharakisha ukamilishwaji wa miradi ya miundo msingi humu nchini. Rais Ruto aliyekutana na viongozi wa kanisa la like, Kimethodisti katika ikulu ya Nairobi alisema kanisa haliwezi kutenganishwa na maendeleo ya taifa kwa kuwa au kwa kuhusishwa kwa kuwa linahusishwa lina katika mageuzi ya sekta muhimu humu nchini. Rais William Ruto amesema serikali itatenga shilingi bilioni mbili katika mwaka ujao wa kifedha ili kuanza kulipa madeni inayodaiwa na chuo kikuu cha Methodisti akizungumza katika ikulu ya Nairobi, rais Ruto alikariri kwamba serikali imefadhili wanafunzi katika chuo hicho kikuu, lakini ikashindwa kutoa fedha zinazohitajika na hivyo basi kutwika chuo hicho jukumu zito. Nimeongea na hawa viongozi, nimekubaliana na wao mutaratara kiasi vile tutapangana. Nimewaambia tafadhali munipunguzie hii deni kidogo ndio nilipe, so mwezi wa sita hivi nitapanga vile tutalipa kiasi ya ya deni yenu. Rais Ruto alisema serikali inadaiwa zaidi ya shilingi bilioni mia moja na ishirini na vyuo vikuu vya umma na vile vya kibinafsi, lakini akasema deni hilo hatimaye litalipwa. Rais Ruto aliutetea mfumo wa ufadhili unaomwangazia mwanafunzi akisema mfumo huo umeimarisha kifedha vyuo vikuu vya umma na kuokoa taasisi nyingine 21. Some universities could not pay salaries. The technical univers the universities that were technically insolvent are now getting out. Fauka ya elimu, Rais Ruto aliyewakaribisha viongozi wa kanisa la Methodisti katika ikulu ya Nairobi alihimiza kanisa kusaidia serikali katika juhudi zake za kupambana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya. It cannot be done by the state alone. We can use the law, Rais Ruto aidha alitoa ombi la kuungwa mkono kwa hazina ya kitaifa ya mwendo msingi iliyopendekezwa inayonuia kukusanya shilingi trilioni tano za ujenzi wa barabara kuu, viwanja vya ndege pamoja na mabwawa. Maria ni kiripotia darubini Weekendi.